Yani, kisa lakini, mnajua shida ayona ni anajiona. <laughs> Si kwamba yeye peke yake ndio akona mtoto mwenye menda shule na akona kona kazi mtambo manangu mkubwa ni injinia angalia na adatagamia lake adatatiikatauyaisu marefu kao nikuaanyamaewaatu hapa kukula kunywa na kufurahia mazao yetu. Kweli ibarikiwe mashamba yetu, ibarikiwe dunia yetu, ibarikiwe vizazi vyetu. Mama Lami imerahisisha mambo kabisa. Yote ni kwa sababu ya Lami, unajua barabara hii imesafikiwa vizuri, basi mwelekeo unakuwa na aai umeendelea, lakini sio eta hutazama wakati ulimwengu wote unaendelea, situngali pale pale, pale ulimwengu wnili umeendelea, mpaka uko na barabara yaene amsim, lakini sisi tunamwona mtu mwingine na sisi tumebaki pale pale, wenye chuki na uasama. Ulimwengu umekwenda shoti mama, lakini kwetu mwanaume hasa ni yule anayeuga gongo na anaifanya kila kitu angalau kununua naona matokeo yake, mama. Hebu tazama kutoka kulikuingia majeri ya saa kumi na mbili mpaka sasa hivi, baba hajatia ah, uasinaosumanililia you know, sana baba yako. Mimi nilikuona kuku na mbuzi wamefungiwa mapema, nilijua kuwa baba yako ameenda kwa wazee wao. Mimi ni desturi ya kila mwanaume hapa kijiji. Lakini mama, baba anasaidia kweli, anasaidia lazima watasema. alafu ndio dawa wapi? binti za mama ambaye anakutajia ndio kwa kauli, ningefanya hivyo ungezaikia hapa hapa kwangu. kwa hiyo mama, ulifanya hayo kwa sababu yeye, hata bila nini? ningefanya utamaduni watu una, huwezi kushindana na wanaume ati uwezi uwezi hata kidogo eh. Hey, mama, mimi nimeona wanawake wengi tu wameshindana na wanaume, no, na wameshinda. mm. Wa fanya wewe na hiki mesiji kama kushindana kwa mama kushindana kwa mwanaume na mwanamke kazini na masomoni, si wote lakini si nyumbani, nyumbani

Kiasi unanidharau? Hatuna vyeti elimu. A, mama, si mambo ya vyeti. Hii ni hekima, hekima kabisa. Ila si unajua, hekima, si hekima, choka. A, wewe na tamaduni, na huo huo utamaduni sasa. Na nitawezaje, mama? E, elimu. Hey, mama, elimu hapo. Unajua vizuri watu huko kijijini hawaheshimu watu wenye elimu.

kweli na nusu jioni mama. Kwa maana ninajihisi kuchoka. Unajua hapa nyumbani saa 2 huwa tumeshafunga milango na kulala. Pole sana mama. Safari utosha hata kama safari yenyewe huwa ya haraka. Hata mimi mwenyewe najihisi. Kweli, mwanangu. Kesho pia ni siku. Mama, kesho nitazungumza